G55 hili ni kundi ama ni kina nani? Asili yao ni wapi? Wametokea wapi? Kusudio lao kubwa ni nini? Ndilo ambalo tunakwenda kulizungumzia leo. Kumbuka story ambayo ina trend kwa sasa kwenye mitandao, lakini pia kugonga vichwa mbalimbali vya habari ni kuhusiana na hawa G55 kutoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, hawa wametoka na kutoa maoni yao kuhusiana na kile ambacho kinaendelea ndani ya chama hicho cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Tumekutana hapa na mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, jimbo la Iringa Mjini, Frank Nyalusi. Si mara ya kwanza kuzungumza naye. Mimi naitwa Godfrey Mengele, karibu sana. Tuliangazia kundi la G55 kutoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, kusudio lao na je, kwa hiki ambacho wanakizungumza wanapanga nini kitakwenda kufanikiwa? E Bwana Nyalusi, vipi? Safi, habari ya majukumu. Nishukuru, vizuri niko poa, niko poa. G55 hili ni kundi ambalo limejitokeza kwa sasa ndani ya chama chako, okay. Na ukiangalia ni watu ambao wameshika nyadhifa mbalimbali ndani ya utawala wa uliopita na wengine ambao walikuwepo lakini tenguzi zimekuja kufanyika jana, kwa mfano, Catherine Luge nilimwona pia na vitu kama hivyo. G55 kwa historia ilianzia wapi na malengo mahususi yalikuwa ni yapi? yanaendana na haya ambayo tumeyashuhudia juzi kwa hawa ambao mtaka kutoa matamko kwa yao. Uh, kwanza kundi hili la G55 wamelitumia vibaya kivipi? hawa hawa wachadema hawakupaswa kujiita G55. Ilipaswa wajiite umoja wa wapinga hoja za mwenyekiti wa chama na umoja wa kupinga hoja za chama ndio walipaswa kujiita, kwa sababu hili neno la G55 lilitokana na ukombozi wa taifa letu, eh? Walikuwa ni wabunge, walikuwa ni wakaungana wakawa 55 exactly. Na walisaini na sahihi zao na majina yao, lakini wao, wakiwauliza hii G55, maanake mtakuwa 55 tu au mtapungua, wanasema tumetumia tu kama jina, lakini watu wataongezeka. Kwa hiyo unaona, ni watu ambao wana nyuma wala mbele mm. yes. Kwa hiyo walipaswa kuitwa wapinga hoja yes, za chama, sio kwa lengo hili ambalo lilianzishwa kwa ile kundi la G55 yes. yes. na wakati wa, wakati huo, kwa maana kwa mujibu wa historia G55 wa wabunge 55 walikuwa ni wabunge wa vyama vyote ama chama kimoja. Aa, kwa kipindi kile chama kilikuwa ni kimoja, ni muda mrefu, ezi za Nyerere hizi. Hawa ni wanaharakati wa ezi za mwalimu Nyerere. Bahati nzuri, na hiyo content yake naikumbuka mimi, kama mwanaharakati ni lazima nitafute history. Kwa hiyo mm -hmm. hawa hawa wa Chadema tumewapa jina tumewapa jina, hatujawapa hiyo heshima mm -hmm. Hawa tumeita ni wasakatonge wasakatonge wasakatonge hamsini na tano. Ichukue hiyo <laughs> kutoka G55 ambao wanajiita wao na kwa malengo mahususi, lakini mpaka wasakatonge hamsini na tano. Umesikia hoja zao? yeah, hoja zao nimezisikia, nimezi uh, uh, ni na nimezisoma zina mashiko hazina mashiko kwa nini? John Mlema, nianze na John Mlema aliyekuwa mkurugenzi ameshiriki kila kitu ndani na John Mlema yuko usingizini, nimuombe aamke. Yani ana ya, ndoto kwamba kesho Lissu anaondolewa, anawekwa Mbowe tena <laughs> yani, hivyo John Mrema hawaabidi kwamba uchaguzi umepita. <laughs> yaani bado anahisi yuko kwenye kampeni. Chama hakipo kwenye kampeni, chama sasa kipo kwenye utekelezaji wa majukumu ya kichama yeah. viongozi wa chama waliochaguliwa wote wako field, wanajenga chama yeah. Kwa hiyo wanasimamia, wana zile hoja zao za baraza kuu na kamati kuu. Sasa huyu John Mlema msakatonge huyu huyu alikuwa ni, ni mkurugenzi wetu wa chama, kwa hiyo hii hoja ya no reform, no election anaijua in and out. ila njaa tumbo limemfanya anze kulopoka lopoka mambo lopoka lopoka sasa hivi. kwa, kwa tafsiri hii ukitizama kwa kile ambacho wanakizungumza wao uh, asasa kwenye no reforms, no election kwamba haikuwa kwa, ilivyokuwa kwa, kwa, kwa, kwa, kwa inapitishwa haikuwa hivi ambavyo tunaishuhudia sasa kwa maana ya misimamo mikali iliyopo kuhakikisha jambo hili linakwenda kutekelezeka. Uh, labda utuambie kwa sababu wewe umekuwepo kwenye awamu zote, awamu ya Mboye pamoja na awamu hii ya sasa ya mwenyekiti uh, Tundulisu wakati mnasema no reforms, no election kwa misimamo ambayo mekuwa imejiwekea ndani ya chama na kwa namna ambavyo inatekelezwa kwa sasa, kwa sababu ilikuwa ni mwishoni kabisa kuelekea uchaguzi wa chama, na kwa, sam, kwa namna ambavyo inatekelezwa kwa sasa kuna utofauti gani? Utofauti wa tafsiri, utofauti wa utekelezaji ama utofauti wa nini? Kwanza hakuna eh, new meeting imefanyika. Mimi nilikuwepo kwenye baraza kuu, tulisomewa maazimio na chama kilipokea ili kubali tuende kwenye utekelezaji wa no reform no election, ndio kitu ambacho nilikiona kwenye baraza kuu na yeye aliyekuwa anamaliza muda wake <laughs> na ndo sababu nawaambia Watanzania, hawa ni wasakatonge, hawa walikuwa wanatumika walitumika ili Nyalusi asiwe mwenyekiti, wakafeli mipango yao, na hata hii mipango ya kutumika no reform isitekelezeke, na wahakikishia leo Watanzania wanaenda kufeli, kwa sababu Watanzania sio wajinga. Chama kimekuja na mwarobaini. E, nimeshuhudia chaguzi nne, kila chaguzi serikali iliyoko madarakani inaua watu, kila chaguzi tunashuhudia watu wanatekwa na serikali iliyoko madarakani haina uwezo kutafuta hao watekaji. Kila chaguzi watu wanavunjwa mikono, wanavunjwa miguu, watu wanafunguliwa kesi kila chaguzi. Kila chaguzi zina mauaji yanatokea. Tukasema hapana, lazima tuwe tuna mwarobaini. Tutaua hawa watoto wa watu mpaka lini? Kwa nini turuhusu mauaji kwa, kwa sababu ya kutaka position? No, chama kimekaa kimekuja na njia, badala tufanye reform twende tukashiriki uchaguzi baada ya kufanya reform, ili kusiwe kuna huu utekaji, ili kusiwe na haya mauaji, mwisho wa siku tuwapate viongozi wanaotokana na wananchi. Lakini taarifa zinaonyesha kwamba sasa hivi hata wewe Mengele, nikikufuatilia sana, umekata tamaa kushiriki uchaguzi. Wewe sema hapana Tusiruhusu tufikie huku, twende tukasimamia rifomu ili hata huyu mengere aliyekata tamaa kupiga kula awe na uwezo wa kupiga kula. Mengere amekata tamaa kupiga kula kwa sababu anayemchagua mengere siye ndiye anayetangazwa. <laughs> Sasa anajiuliza kwai niendee kupanga foleni. Viongozi wengi wanawekwa madarakani na bunduki za SMG, wanawekwa na polisi, ukasema hapana, hebu tutafute mfumo mbadala ambao utatufanya tuweze kwenda salama. Sasa mtu anayepinga mfumo ambao tunakwenda kutokomeza mauaji, mfumo ambao tunaenda kutokomeza utekaji, mfumo ambao tunaenda e, kutokomeza wizi wa kula, tafsiri yake nini? Huwa anahusika kwenye haya mambo, maanake ni muhusika, sio kama sio muhusika lazima uungane na Chadema, na mimi ni waombe tu Watanzania watu kwa ujumla waendee kutunga mkono elimu ya no reform, no election imepokelewa Chadema, nje ya Chadema na hata CCM wenyewe wanaitamani elimu ya no reform ifanye kazi, ili mwisho wa siku hata kwenye chama chao waachane wa na ubabe. Sasa hivi CCM anamuweka mgombea kutokana na hela alizonazo. <laughs> Sio kwa sababu ya mataka wananchi. Acha wewe. Na kuhakikishia. No, Wakagani Nyalusi hilo. Sikiliza brother, nenda kaangalie. Nenda kaangalie mwenyewe utajifunza. Si yeah. Mwenye kwa hiyo unafanyaje? Sasa hivi. Eh, mwenyewe ndio anaye kuwa kiongozi. Kama una uwezo kuwa kiongozi. Mbona tunashuhudia viongozi wao wanakemea sana ili jambo? Anakemea nani? Kwa mfano jana Wasila amezungumza kwamba kuna inaonekana kuna mtu anawalipa watu mshahara wa shilingi laki moja. Moja na akasema huyo mtu kama hajaiba hela wapi akazipata. Unasemaje? Nasemaje ile kwamba chama hiki kinapitisha gombea kutokana na hela nyeusi huku wilaya, ni nani kakemea hizo vitu? wote huko kwenye pelo kwa sasa hivi, hii G55 na ukitizama namna ambavyo mjadala umekuwa mkubwa eh kwamba hawa mbona, asilimia kubwa ni wale ambao walikuwepo uongozi uliopita eh, na kama walikuwepo uongozi uliopita lazima kuna mtu yuko nyuma yao na anayetajwa sana hapa ni Flima na Kaili Mboe. Wewe umefuatilia sana siasa, unafahamu siasa za upinzani na mwana upinzani, umefuatilia sana hili hili poju. wewe unaonaje hili? Hawa G55 wako wenyewe peke yao ama mkono ambao unahusika hapo ah? G55 hawa sakatonge hawako peke yao lakini sitaku kuamini kwamba ni Freeman Mboe ni ndio wanawatumwa, ila najua kuna genge la matapeli wahuni wasiotakia mema nchi yetu ndio wanawapa fedha, ndio wanawafanya wawe jeuri. Sisi tumesema Mboe atakanusha mwenyewe na nimeomba tu sehemu yoyote waandishi habari wamtafute Mbowe mwenyewe ajijibie. Mi siwezi kumjibia, bado namuheshimu kama mwenyekiti wangu mstaafu wa chama taifa, ambaye ametumikia chama. Lakini mi nachoweza kusema, taarifa nilizonazo mimi kama jasusi kijana wa chama, ambao nimelelewa na chama hiki cha Chadema, ni kwamba e, wanatumiwa na watu wenye nia ovu ya kusababisha, hawataki reformu, ili waendee kupola madaraka kwa bunduki kama walivyozoea. Kwa wewe mwenyewe unaamini kwamba hawako wenyewe? Hilo liko wazi, hilo liko wazi. Ni mwenda wazimu mtu anaweza kaamini kama ni wao wow. <laughs>